Naomba msamie kwa niaba yangu. Sawa, nimekuelewa. Unaona kaka? Makosa unafanya wewe, lawama naangushiwa mimi, kwa nini? Lakini utabadilika lini kakaangu? Kizibo, unajing'oa fuse eti badala unaelekeza kosa langu nini? Ndo kisha uanze kunihukumu. Unanihukumu kabla ya kunieleza kosa, unaanza kuchanganyikiwa, nieleze shida nini? Sio unaanza kuniwakiwakia tu, ah. Mtu ambaye anatupatia msaada unamjua, kaka, na amesema tusifanye jambo lolote la tofauti bila luksa yake, na ametoka kuniambia hizo nywele zako zinatakiwa zinyolewe kisha ziwekwe kwenye karatasi nyeupe tuzitunze mpaka pale atakapokuja. Lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi kaka, nywele umenyoa. Yaani nyinyi, kazi yenu ni kunilaumu bila kunielekeza ni kitu gani anatakiwa nifanye na kitu gani nisifanye, ndio kazi yenu. Aya, sawa, huyo mtu ee, kwanini anatoa maelezo nusu nusu? Kwa nini sitoe maelezo ambayo yametimia? mwambia nipe maelezo yaliyokamilika, ili niwe najua kabisa, nikifanya hiki nafanya kosa ah, na sio kunilaumu tu. Kaka hauwezi jua yeye mashati anayotoa wapi, pengine naye mwenyewe anapewa. Na kingine cha muhimu, nimeambiwa ni marufuku kuendelea kutamka nini, kwamba ulichukuliwa msukule maana nimekusikia umeshaanza kutangaza. Endapo kiendelea na hilo neno kulitamka, utakuwa unarudisha matatizo upya kaka. Sawa, mimi nimewaelewa pia, nisameheni kwa hiyo lakini. Sasa mwambie huyu anayetoa masharti asitoe masharti nusunusu, ananichosha. nguo hii hapa ambayo alikuwa amevaa wakati anachukuliwa, ila kile kilemba ambacho alikuwa amejifunga kichwani, nimekitafuta ndani sijakiona, sijui itakuwaje hapo. Ah, mimi nafikiri hii inatosha <tosha> lakini hizo nguo mbona kama ni za babu Mandinga, umezitolea wapi? <laughs> hizi nguo nimezitoa kwa babu Mandinga, nimezibeba kwa sababu nimeagizwa, kuna kazi maalumu inahitajika zifanye hizi nguo zo, yani, Mandinga, zote unavyoziona, yaani za babu Mandinga pamoja na za kaka yako zote zinahitajika kwa ajili ya kazi maalum, ila kabla ya kumalizia hiyo kazi kuna jukumu nimepewa ili nije nikwambie ukafanye. Sasa hivi tunavyozungumza, unatakiwa uondoke hapa nyumbani, nenda moja kwa moja mpaka pale ambapo tuliuchukua mwili wa kaka hapo. So, nakumbuka pale njia panda. Hmm. Nenda mpaka pale njia panda, ukifika pale chota mchanga. Manake, unachota kwa kutumia mkono wako wa kulia na wa kushoto, ila kila mkono Chota kwa muda wake, anza na wakulia halafu maliza na wakushoto. Ukisha maliza ulete mpaka nyumbani kwangu mimi, kuna kazi maalumu inatakiwa tuufanyie huo mchanga. Maelekezo yako kama ifuatavyo, naomba unisikilize kwa umakini, usije ukaharibu halafu ukanilaumu mimi. Unapokuwa unatoka kwenda pale njia panda kubeba mchanga, hutakiwi kuzungumza na mtu yeyote wala kuangalia angalia nyuma. Jambo la pili, unapokuwa unaenda hutakiwi kuangalia angani, yani kuangalia mawingu au hata ili anga la bluu. Unachotakiwa ni kutoka moja kwa moja, macho yako yote, akili yako yote, njia panda. Na utakapokuwa umefika njia panda, baada ya kuchota ule mchanga, hutakiwi kuzungumza na mtu yeyote njiani au kugeuka nyuma au kuangazangaza ovyo ovyo. Ukishachota mchanga, ni moja kwa moja, macho yako ni mbele mpaka nyumbani kwangu. Ukifika pale nyumbani kwangu, utaelewa ule mchanga una kazi gani. Sije tumeelewana Kizibo? Sawa, nimekuelewa. Tusipoteze muda, mimi ngoja niende nyumbani, halafu ukisha kamata huo mchanga ulete pale kwangu maliza kazi haraka angalia kama hivi mtu unatoa kazi ngumu tofauti kabisa na umri wangu lakini kaka anampa maelekezo afanye kama vile anavyotakiwa anafanya anavyojisikia yeye. Eh, uko wapi ndugu yangu? Mimi nimefika hapa magetoni kwako hapa nakuta kufuli tu. Au ndio ushaama hivyo? Maana wewe uchelewe kuharibu, unaharibu alafu nakimbia. Hapana. Bado nakaa hapo hapo. Ila nimetoka mara moja kwa ajili ya kuja kutafuta hela ya hesabu. Si unajua sisi wenye pikipiki za watu ndugu yangu muda wote hesabu, hesabu, hesabu, presha na kuwa juu. Alafu na wewe nakuwaje unatafuta mtu kama kuku? Ungenipigia simu kabla ya kuja. Basi sawa, hapa hapo kwenye pikipiki na mimi naunga hapa hapa. Unajua nilikuwa nimekuja hapa lengo unge wako apa, na bosi wako hapa, na mimi anipatie pikipiki moja. Si unajua nipo maskani tu, sina kazi. Sasa kukaa kama maskani hivi hivi utaonekana nyungu tena bora kama ungesema mapema, ingekuwa nafuu kufanya hivyo. Sasa kwa upande wa bosi wangu tayari tumeshakwama. Basi poa, fanya kuniangalizia hata kwa mtu mwingine huko, eh. Angalau na mimi nipate chochote, tena kuliko kukaa kaa bure tu. Ngoja nijaribu kufanya hivyo, maana kuna mtu juzi nilimsikia anasema tajiri yake kanunua pikipiki mpya kwao, nitaongea naye kama ijapata mtu nitakuunganishia. Oh. Hapo sasa umeanza kuongea vizuri, fanya hivyo mwanangu, hamna shida. Sema, kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize kidogo. Uliza, ila ulize vitu vya maana, sio ulize tena ujinga wako. Du, sema nini damu yangu. Yaani, ulivyosikia wala hujakosea hata sehemu moja. Yaani, ukisikia kuna washirikina kwenye dunia hii, mwanangu, wapo tena, sio kidogo, wapo. Na kama uliwahi kusikia watu wanachukuliwa, yaani ovyoovyo tu bila kufahamika wameenda wapi, sasa mimi Kisauti hapa nakuthibitishia, mimi hapa nilichukuliwa msukule.